Miaka mitatu kabla ya matukio ya sasa, viumbe hatari ajabu wanaojulikana kama Reapers walitokea ghafla kutoka kwenye mashimo makubwa ardhini. Wakiwa na nguvu na kasi isiyo ya kawaida, waliangamiza sehemu kubwa ya binadamu duniani. Waliosalia walikimbilia maeneo ya juu sana, zaidi ya futi elfu nane kutoka usawa wa bahari, kwani huko ndiko viumbe hao hawawezi kufika. Moja ya jamii hizo ni Lost Gulch Refuge iliyoko katika milima ya Front Range, Colorado. Hapa tuna mkulima mjane aitwaye Will akiishi na mwanawe Hunter ambaye anaugua maradhi ya mapafu yanayomlazimu kutumia kifaa cha oksijeni. Will bado anaumia kwa mpoteza mkewe Tara aliyeuawa na Reapers wakati wa msaka wa kisayansi wa kujua udhaifu wa viumbe hao akiwa na mwanasayansi mwenzake Nina. Baada ya miezi mingi ya upweke, Hunter anazidi kuchoshwa na maisha haya ya kimya. Jamii jirani zimezima redio zao ili kuhifadhi umeme na sasa hutumiana ishara za bendera. Will anagundua kuwa vifaa vya kuchuja oksijen kwa ajili ya Hunter vinaisha. Licha ya onyo la Nina, anamshawishi waende pamoja hadi Boulder, Colorado kutafuta vifaa na pia suluhisho dhidi ya Reapers. Mwanamgambo kijana aitwaye Katie anajiunga nao. Safari yao inapitia njia ya Elba Fire Road inayomalizika kwenye mgodi nje ya mstari wa usalama. Nina analeta kifaa maalum cha dira aliyokibuni ambacho hutambua Reapers kutokana na mawimbi yao ya bioelectromagnetic. Wakiwa njiani, wanakusanya silaha ikiwemo bunduki ya kurusha maguruneti na kufika hadi eneo la zamani la michezo ya ski. Ripa mmoja anawagundua lakini Will huanzisha jenereta za dharura za lift na kuwasaidia kutoroka juu ya mstari wa usalama. Wanapata hifadhi katika loji ya zamani ambapo Nina anatoa nadharia kuwa Ripas hawali, hawalali, labda si viumbe wa kibaiolojia. Asubuhi yake, wanafika kwenye mgodi ambao Will anaufahamu, lakini sehemu ya chini ya mgodi iko chini ya mstari wa usalama na dira ya Nina haitafanya kazi huko. Wanapojaribu kushuka, wanagundua kuwa sehemu ya juu ilifungwa kwa chuma kipindi cha mashambulizi ya awali. Wanalazimika kushuka chini. Huko, wanashambuliwa na Reaper ambaye humuua Katie kwa kutumia miale ya tendrils. Will na Nina wanatoroka kwa tabu hadi juu. Nina anapendekeza warudi kwenye maabara yake alipohifadhi magnesium. Anahisi kuwa ngozi ya Reapers ina kinga ya sumaku inayozuia risasi, lakini magnesium inaweza kuwateketeza kupitia mlipuko wa ndani. Wanaelekea Boulder na wanapata vichuchio vya oksijen katika hospitali iliyotelekezeka. Reaper anawavamia, lakini Will anapasua mitungi ya gesi na kuwapa muda wa kutoroka. Will anatamani kurudi kwa Hunter, lakini Nina anamshawishi wamfikishe kwenye maabara yake ya zamani katika idara ya nishati ya Marekani. Akiwa njiani, Will anagundua kuwa Nina alipoteza familia yake kwenye shambulio la Reapers. Anampa ruhusa arudi kwa mwanawe, naye anaendelea na utafiti wake. Hatimaye Nina anafanikiwa kumuua Reaper aliyevamia maabara kwa kutumia risasi zenye cobalt ambazo huchoma viumbe hao kutoka ndani. Will anaondoka kwa gari lakini tayari zake zinapasuka, analazimika kukimbia akifukuzwa na Reapers. Wanamzingira, lakini Nina anafika kwa wakati mwafaka na kutumia risasi za Cobalt kuwaua. Miili yao hulipuka kutoka na moto wa ndani. Hapa ndipo wanathibitisha kuwa Reapers si viumbe wa asili bali ni mashine za kiteknolojia za kigeni, labda kutoka anga za mbali. Wanarejea Lost Gulch. Will anakumbatania na Hunter. Nina anapeperusha bendera ya maharamu, ishara ya kuwa Reaper mmoja ameangushiwa. Jamii nyingine milimani zinarejelea mawasiliano ya redio na kuanza kujiandaa kwa mapambano kwa kutumia risasi zenye cobalt. Nina akiwa na Will pembeni yake anatazama kupitia darubina na wanaona vitu vitatu vya kijana vikiingia kwenye anga. Je, haya ni mashambulizi mapya?